Mwaka elfu mbili huko Uganda alikuwepo mtu mmoja anaitwa Kibwetere yeye yeah. Akaambia waumini wake uzeni vitu vyote, njooni hapa, tunaenda mbinguni. Wakauza wakaenda wakateketea kwa moto wakafa. Kibwetere yeye yeah, yuko mzima. Sasa leo mtu anakuambia tarehe ishirini na tisa mara tunaenda kuandamana, yeye yeah, na mke wake na watoto wake wako Marekani, we unaambiwa ukaandamane. Sasa wewe tofauti yako na wale wafuasi wa makenzi kule Kenya wanaoambiwa kwamba wao wafunge waende mbinguni, wakati makenzi yeye anakula, a tofauti yako ni nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua duniani kote hakuna nchi ambayo imepata ukomo wa maendeleo. Maendeleo ni gradual. Leo nimekuja hapa kutoka Mwanza, mimi nimesoma Geita sekondari. Kipindi nasoma Geita sekondari, tulikuwa nakuja na basi Doto unakumbuka, ndio Lushanga na Nyeunge, tunatumia masaa kumi kutoka Mwanza kufika Geita. Leo nimetumia masaa mawili kutoka Mwanza kufika Geita. Maendeleo ni gradual.